Taruki kubwa imeanza kuibuka Februari 1 2026, katika mtaa wa Sokon 1 kata ya Sinoni jijini Arusha. Hii ni baada ya wanawake kuanzisha vilio, kujigaragaza barabarani na kisha pia kuamua kufunga barabara inayotokea Sinoni kuelekea Ngosero. Hawakitaji na rais wakilalamika, na kudai kwamba wanataka wawekewe bamsi eneo hilo, kwani kwenye barabara hiyo kila siku watoto wao wamekuwa wakigongwa na bodaboda. Lakini wanawake hao walikuwa wakiongoza tukio hilo, waliamua kuifunga barabara hiyo kwa mawe e, baada ya mtu mmoja kugongwa Februari hiyo moja, huku akidai ya kwamba jana yake watoto wawili waligongwa. Sasa, baada ya mvutano mkubwa, polisi wenye silaha na mabomu ya machozi waliweza kufika eneo lile, ndipo walipofungua barabara hiyo kwa kutoa mawe. Lakini baada ya hapo, diwani wa kata hiyo akuweza kuomba kupewa siku saba kuhakikisha kwamba bumps linawekwa katika barabara hiyo. Wanawake hao walikubali barabara ifunguliwe kwa sharti moja tu, yaani kwamba aa, kama siku hizo saba zitafika na hawajaona na bumps, basi watarudi tena na kuendeleza kile ambacho walichokianza. Hii hapa ni Msitu Media. Hakikisha mmebonyeza maneno mekundu yaloandikwa subscribe. Zile alama ya kengele, wote kwa ni wa kwanza kuzipata zote bari. Sasa tukio hili bana alimeshangaa na wengi kwa nguvu na uthubutu mkubwa wa waliokuwa nao wanawake na hawa, ambao walifunga barabara huku bodaboda, bajaji na magari azikishindwa kupita na vile vile hawakuweza kufanya lolote mpaka jeshi la polisi lilipofika na silaha. hakikisha Hakika hawa ndo wanawake wa Sinoni Arusha, wanawake wa kazi kweli kweli, na wenye udhubutu wa swala. Aripotako naitwa African Aruben akutoka hapa hapa. Wananchi wanaoishi katika mtaa wa Migungani mkoani Arusha wamefunga barabara ya Mnara wa Voda kuelekea Sombetini baada ya kudai kwamba watu wawili waligongwa ndani ya kipindi cha nusu saa, huku wengine wakigongwa kwa nyakati nyingine tofauti na kuwasababishia majeraha. Hivyo wameiomba serikali kuweka matuta katika barabara hiyo ili kupunguza ajali za mara kwa mara zinazoweza kutokea. Hata hivyo, askari wa jeshi la polisi walifika katika eneo hilo na kuzungumza na wananchi hao ambao baadaye waliondoa mawe hayo barabarani, huku diwani wa kata ya Sinoni akiahidi kujengwa kwa matuta hayo ndani ya siku saba. Jina langu naitwa Pita Inyasi Mkawe, diwani wa kata ya Sinoni. Kuna tatizo limetokea hapa mara kwa mara naambiwa, watoto wetu wanagongwa pamoja na kuumizwa. Kwa masikitiko makubwa, kwa kweli nimesikitika sana jambo hili kutokea, hasa la hao wanaoendesha pikipiki. Nimechukua hilo na nakwenda pia, nitakuwa na mkutano hapa lakini mazumuni yangu kubwa ni nakwenda, tuanzishe kikosi ambacho kitaweza kupambana na hii vijana wetu wanaotumia pikipiki kupiga hizi wanaita sumo. Tatu jana ni wawili, lakini taarifa tuliyopata Leo ni mmoja na jana ni wawili. Kwa hiyo tunakwenda kushughulikia hilo, kwa kweli ni masikitiko makubwa. Ukiangalia kwa muda wa siku mbili tu, watu wawili tumeweza kupoteza, kuumia. Kwa hiyo ni jambo la masikitiko makubwa. Tumetoa siku ngapi kuweka matuta hapo? Tumetoa ndani ya siku saba, yeah. Ndani ya siku saba tutakuwa tumeshaweka.